viongozi wanaomtaka iwe nzuri na yenye kuwaletea e, manufaa. Lakini naendelea kutoa wito wale ambao bado mje, na Mwenyezi Mungu ikimpendeza e, vituo vikifungwa saa kumi, basi tutasubiri e, matokeo ya kazi hii tuliyoifanya asubuhi. Mwalimu Hoseni Ramadhani Mgewa, msimamizi wa uchaguzi katika jimbo la Songea mjini. E, katika jimbo letu la Songea mjini maandalizi ya uchaguzi yamefanyika vizuri. Vifaa vyote e, vinavyotumika katika uchaguzi wa leo vimefika e, na vyote vilifika vituoni mapema tangu jana na hadi leo asubuhi saa moja kamili vituo vyote e, mia tano vilifunguliwa kwa ajili ya kuanza zoezi la upigaji kura na watendaji wote wa vituo saa moja kamili walikuwa tayari wameshafungua vituo na zoezi la upigaji kura lilishaanza. Katika jimbo letu la Songea mjini tuna vituo 500 ambavyo vinahusika katika zoezi la upigaji kura, na vyote vilifunguliwa mapema kabisa saa moja, na wananchi walianza kujitokeza kwenda kupiga kura katika maeneo yao pale ambapo wameandikishwa. Sharifa Sefu Muhamedi mkazi wa Maengebi kata ya mjini, na mimi namshukuru Mungu kufikia hatua hii. Nimepiga kura na marejea nyumbani sasa hivi. Jina langu naitwa Jackson Gebiadi Mloe Mbona. Utaratibu umewekwa mzuri tu, vituo viko vingi anapigia, kwa hiyo mtu anapiga na anaondoka. Kwa hiyo utaratibu mzuri ni kama ni sasa hivi meshapiga kura tayari. Mimi naitwa Rose Gremes Ndega na kama mtaa wa Rui kwenye MC, nimekuja hapa kupiga kura, nimepiga vizuri, zoezi limeendelea vizuri, hamna shida yoyote. Nimekuja hapa, tumepokelewa vizuri, tumeelekezwa, nimepiga na saizi na Rui.